ka sehemu kubwa tatu, na sehemu ya kwanza ya mstari huu inasema hivi: atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anaye nitukuza. Anayetoa dhabihu, anayetoa shukrani, anayetoa sadaka yake, Mungu anasema huyo ndiye anayetukuza. Maana yake bali anataka tuwe na moyo wa shukrani kwake, tuwe na moyo wa shukrani. Tusije kutoa shukrani tu kwa sababu ni utaratibu wa kanisa, bali moyo wa kushukuru uwe ndani yetu. Kila mmoja awe na moyo wa kushukuru, na pia awe na moyo wa utii kwa Mungu. Na pamoja na hayo, ili kuonyesha kwamba tuna moyo wa shukrani kwa mstari huu anatuonyesha wazi ya kwamba tunapaswa tuwe na ibada za kumshukuru Mungu. Tumheshimu Mungu sawa sawasawa na mapenzi yake, tuweze kujitoa kweli kweli kwa zile mali, kwa yale ambayo yeye ametupa kwa ajili ya maisha yetu. Ndio maana katika Wafakaronike wa kwanza ule mlango wa tano jao maana hayo ni mapenzi ya mungu kwenu katika kristo yesu yake anakutanga kila mmoja awe na moyo wa shukurani bwana yesu asiiewagawgausafl umekuja kutoa shukrani au una moyo wa shukrani shukurani shukrani kwa sababu umeona wengine wanaenda, sema na mimi nisionekane, nimebaki. Kanisa zima limeenda moja, na mimi niende, wasio kanicheka. Unakuja, unasimama hapo, lakini kuulizwa, unashukuru? Kwa sababu nimeona wakienda, mimi nimekuja, lakini mwenye moyo washo ya kazi ya Mungu. Na sehemu ya pili ya mstari huu inasema naye autengenezaye mwenendo wake. Ameanza na shukrani na yule anayetengeneza mwenendo wake, maanake Mungu anataka tuishi maisha ya haki, maisha ya uadilifu. Na maisha haya ya uadilifu ndio hili linatuhakikishia kwamba maisha ya uadilifu yanatupatia, yakupatia na kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili haki limekuwa likizungumzwa maeneo mengi. Na hasa kipindi hiki ambacho tupo kwenye kampeni za watu ambao wanahitaji kuchaguliwa. kil vyakula mwenye haki, usimsikilize yule unayempenda, wasikilize wote wote, wana wanaogombea Bwana Yesu. Ukiwasikiliza wote, basi utafanya maamuzi ya haki, kwamba yupi anastahili kuniongoza. Lakini ukimsikiliza yule unayempenda, hata kama akikudanganya, sababu unampenda, utaendelea kusifia. Lakini ukiwasikiliza wote, basi utafanya na nakosea utengeneze ueneno wako. Mungu anaonyesha kwamba anapenda kuwa na mahusiano ma, ma na sisi, anapenda kuwa na mahusiano na kila mmoja, utengeneze uhusiano wako. Sasa hawajawalishwa popote, lakini Mungu anahusika, anapenda kuwa na mahusiano mazuri, kuwa na mahusiano mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au hiyo baasha hiyo ineba. Eh, hiyo baasha ineba. Nategemea baasha hizo nzito nzito. Nakwenda. Ndio hiyo ineba. Ama ni muhimu zaidi. Kama mahusiano yako hayako mzuri, ibada hii maalum ya siku ya leo, Mungu, zako, ya leo mwambie Mungu ninakuja mbele zako. Ninahitaji mahusiano yangu na wewe yawe mazuri, mahusiano ya familia yangu na wewe yawe mazuri. Ndicho Mungu anataka kutafuta katika maisha yetu. Na jambo la tatu au sehemu ya tatu katika mstari huu inasema hivi, nitamuonyesha wokovu wa Mungu.